Mheshimiwa Kassim Majaliwa, kiongozi aliyesimama imara katika nyakati zilizotikisa taifa. Anaandika Lugano Daudi Kalinga kutokea Dar es Salaam. Historia ya Tanzania haitamsahau Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kiongozi aliyebeba taifa katika vipindi vigumu zaidi na akasimama imara bila kuyumba. Picha yake siku ya kumuaga Hayati Dokta John Pombe Magufuli, akimwaga chozi, imebaki kuwa alama isiyofutika ya uaminifu, uzalendo na maumivu ya kupoteza mshirika wa kazi. Hilo litabaki kuwa kumbukizi la kudumu hata mwisho wa dahari. Katika Awamu ya Sita, Majaliwa alibaki kuwa miongoni mwa nguzo kuu za utulivu wa serikali. Ulimwengu wa siasa ulikuwa unabadilika kwa kasi mno; upepo wa panga pangua ulipita maeneo mengi na kuleta sura mpya katika uongozi. Lakini yeye, licha ya misukosuko mingi, nguvu za kupima uaminifu, na majaribu ya kila aina, alibaki pale pale. Kiti chake kilitikiswa, lakini hakikung'oka. Kivuli chake kilirudi na kusimama kwenye enzi yake kana kwamba kimewekewa nanga. Kuna nyakati ambazo hata yeye angeweza kujiuliza kama afungashe mzigo kwa hiari ama vipi. Lakini neema ya Mungu iliyomuweka pale ilimtuliza, ikamwongoza na kumvusha katika misimu yote ya kisiasa. Ni wachache wanaoweza kubeba mzigo wa utumishi katika ukimya, bila malalamiko, bila majibizano, bila kupoteza utu, lakini Majaliwa alichagua ushindi wa ukimya. Wakati wananchi wakishuhudia wimbi la taarifa, shutuma, na majaribio ya kuchafua majina ya baadhi ya viongozi, jina la Kassim Majaliwa lilibaki safi kama lilivyoingia. Hakuna doa lililompata. Uadilifu ukabaki kuwa silaha yake; utulivu ukawa kinga yake; na hekima ikamvusha hadi mwisho wa safari yake ya uwaziri Mkuu. Majaliwa atakumbukwa pia kwa moyo wake wa kulinda rasilimali za taifa. Ziara zake zisizohesabika zilionyesha wazi jinsi alivyopambana pale alipoona ubadhirifu uzembe au matumizi mabaya ya fedha za umma. Hakutafuta sifa wala kumwonea mtu, alisimamia nidhamu, na alitetea mali za Watanzania. Tuzo yake kuu haipo duniani, iko mbinguni kwa Mungu anayeona sirini, na katika kutafakari kwa kina katika ulimwengu wa roho, maneno ya hayati Dkt. John Pombe Magufuli yanaibuka moyoni kana kwamba anamnong'oneza mwanaye akisema, pumzika mwanangu, umepambana kiume na jivunia kukuteua. Nasi katika ukuu wa Mwafrika tunasema pumzika, baba Majaliwa. Limebarikiwa tumbo lililokubeba, yametukuka maziwa uliyonyonya na imeshuhudiwa safari yako ya utumishi wa dhati kwa taifa la Tanzania. Imeandikwa na mwanamajumui wa Tanzania Lugano Daudi Kalinga, Dar es Salaam, Tanzania.